Vipi? swali zuri. Kuna kumbukumbu inanijia kwa mbali tena, kumbukumbu wenyewe ni ile ya kufa kwangu mimi, kipindi ambayo nakufa O, sasa kitu ambacho mimi naona nyegere, tusikubali kupelekeshwa pelekeshwa namna hii. Inabidi tujitambue sisi ni akina nani, tuanze kupambania kombe. Ikimana e, kidogo ukikosea, eh, unapigwa mfungo wa pipi. Ukikosea, eh, unapigwa mfungo wa pipi. Hivi unasikia ada mimi ninavyopigwa mfungo wa pipi kipindi ile? Sikiliza maswala hayo, wa kumwambia ni bosi wako, mradi umefika hapa fuata sheria na kile mimi ninachokisema. Umenielewa? Twende. <tuhi> <tuhi> Oh, maneno. Karibu sana. Asante. Una ulinzi lakini hauko imara. Maana alivyokuwa ananifuata, alijua mimi sijatambua. Nilishamtambua muda mrefu. Nikasema sina wasiwasi wasi. Nipo zaidi yake. Nimekuja nina shida kwa wakati huu kwangu, mi ile shida ni kubwa sana. Nina dada yangu, nimemweka mule ndani, nadhani wewe unamfahamu. Ndio namjua. Ana mwanawe, nikamkamata, nikamweka mule ndani sasa katoroka kupitia juu ya paa. Hili limenisababisha kichwa changu kuwa tofauti, ndipo nikaamua nikufate. Nimewaona vijana bao na wahitaji kwenye ngome yangu, waje kunisaidia kwa sababu nawaona jasiri, wale watafanya kazi vizuri. Nimekwama sijali kwa hiyo mi najua wewe ni muhenga na wahenga walishasema mtu mzima akizeeka anakuwa yuko vizuri na sio kila mtu mzima anakuwa ni muhenga nazana tukumenielewa kwa hiyo ndo shaka kabisa mimi na wewe tumetoka mbali hadi leo tumesaidiana mengi sana kwa hiyo usijali tupo pamoja Sawa, mimi mpango wako na ufahamu wala sina shida nao, uko vile vile pare pare, haibadili kitu, kwa sababu wewe shida yako kutengeneza dunia yako kwa mbegu, mimi nikiweka ukipata abila shida, tumia unavyohitaji, lakini tusibadilishane tusifelishane mipango yetu. Mpango wangu uwe vilevile, mpango wako uwe vilevile, lakini zingatia, usitembee na wale vijana umewakamata, baki mwenyewe. Si unanielewa? Ondoa shaka, siwezi kutembea na wale vijana. Ukweli kabisa, mimi naanza kujutia kwa nini nilikuja kutoa msaada huku, kwa sababu Naona mambo yangu mengi sana yanazidi kufeli. Mfano huyu jamaa wako. Tangu alipotuambia anatoka na hatochelewa kurudi mpaka sasa hivi hajarudi. Na wewe bado umeangania tu tukae hapa tuendelee kumsubiri. Mimi sidhani kama kuna hiyo haja kwa sasa. Mezali umeshabadilisha nguo na umeshachukua begi lako. Turudi tuelekee kwa yule dada kwa sababu yule dada si amesema yeye ana nguvu za giza. Basi yeye ana uwezo wa kujua kama kweli Chumvi Nyingi yupo huko kwenye iko kijiji cha wafu tunachokiona sisi tukivaa hiyo pete au la. Najua umekwazika sana katika hilo stadi wangu. Ni wewe mimi radhi kwanza katika hili. Lakini naomba walau tungeongeza dakika tano tu za kumsubiri. Hofu yangu, tunaweza tukatoka alafu yeye ya akarudi, yaani tukapishana. Tafadhali nakuomba. Sawa. Lakini muda unatutupa mkono, siwezi mimi, najua wa kwangu ni wewe na unanifaa. Bila shaka na nitafanikisha nalolitaka. Shida iko ni moja tu, tatizo wewe unatumia muda mwingi sana kwenye mambo yako, muda unaochukua ni mkubwa kwenye mambo yako kuliko kwangu. Mimi na mimi shida yangu ni mtoto, sahizi ni mwaka wa pili, hamna matokeo hapo je, inakuwaje? Sikiliza mimi, navyoamua lolote kwenye chini ya jua linawezekana. Mtoto utapata. Mimi nitaenda kununua pweza bisi, nitakula, nitatengeneza dawa yangu, mtoto utapata. Ubizi wa kazi, unajua majukumu yetu, lazima uwe imara kwenye ngome, ndio utawamiliki watu. Wana akili wale, sawa haina shida na kutegemea kwenye hilo. Sasa ananiambia nisitembee na kijana wa aina yote. Na nimeshatembea na yule kijana rasta, itakuwaje kama kija kubaini nishatembea naye? Baba, haya maisha mpaka lini? Mwanangu, yatakwisha tu kwa uwezo wa Mungu. Kwani wewe upendi kuishi na mimi? Napenda, ndio maana nakaa na wewe. Basi pukucha mahindi, twanga tule, yatakwisha na shule utaenda sawa? So, mwanangu, natamani ungeenda kucheza na wenzako, lakini hakuna hata mtoto mmoja ambaye anaonekana huko nje. Ila mwanangu

tunalala hapa hapa tunamka hapa hapa hebu, jaribu kufikiria, wana diskasi nini pale? Wana diskasi nini au hata kuondoka na uhai wetu hawa? Nasikiliza, nikwambia kitu kimoja, ndugu yangu, inyeswaelewe kabisa a yani. Naelewa vizuri haya ni mateso. Sasa cha kufanya wakitufungua tu, yani wakisubutu kutufungua tu hapa sasa inabidi tutoroke, yaani tukimbie. Hawezi kutushika. Kwanza mishale anashika kidemdemu, wanashika kile mama kabisa, na halafu nilichogundua amna rushaji mishale pale. Hawezi kutufanya chochote sasa, wakitufungua hapa, kaka, guu la shingo, guu la roho. Oya. Tu unasema nao. Eh, hey, mjomba nisikilize, nikwambie Steno Bandugu.

Au kwa kuniambia, unajua ukisikia biblia anta bonteli ni kile kidogodogo mambo vitoto vyefu mbili si unajua vina mambo, mambo, <laughs> mambo yani. Mzee wangu li kunja kunja tu wewe umejikanyaga si unajua uzekalana nani Ujana malizi na wewe mi ni meanza na iyo kijana. niko kwenye matatizo, matatizo nisaidie. Nakuja ona kama sauti ya yule mzee. Ngoja nimpeleke na hivi vitabu, inawezekana kikawa kina rangi nyingine, kumbe kicha kijani. Kuzungumza na ule mzee alivyokuja hapa yeye kikubwa anahitaji msaada wetu. Msaada, msaada gani huu? Yeye shida yake kubwa anahitaji wale vijana. Kuna matatizo kidogo yametokea huko kamini kwake na anahitaji kuongeza nguvu. Na yeye shida yake kubwa anahitaji wale vijana ili awapeleke kule kwenye kambi yake akapate kuwatoa akili za kawaida, akawape roho za kishetani ili wapate kufanya vile anavyotaka yeye. Akili za kishetani? <laughs> Lakini kumbuka, sisi huo sio mpango wetu. Lengo letu la kuja hapa ni kutumia mbegu za wanaume na kuanzisha kijiji chetu sisi kama wanawake tuliosalitiwa. Unavyosema hivyo, mimi nakuwa sikuelewi. Ni sawa unachokisema, lakini kumbuka kwamba sisi hapa tuna mji wetu na unapofanya kitu lazima uwe na ulinzi yule mzee sisi atatupa ulinzi mkubwa sana. peke yetu hatuwezi na wala hii mishale pia haiwezi. Kwa lazima kuwe kuna nguvu za giza zipo nyuma yetu zinatupa msaada. Mimi nimekusikiliza vizuri sana, lakini mimi naona kwa nini tusingependekeza kwamba yeye ndio aanze kutusaidia sisi, halafu tukishaona mambo yetu yamekuwa sawa, yamenyooka vizuri, tukamwamini na yeye tutampa hiyo nafasi ya kumsaidia inakuwa haina shida hapo, au unaonaje? Usinishangae kuniona na vitabu hivi, kwa sababu nimejaribu kutafuta vitabu humo ndani. Nimeviona vitabu vingi sana, lakini hivi vinne hivi vimenitia mashaka, hata maandishi yake. Sasa niliposikia odi, nikasema huyo atakuwa yule bwana ndevu mwenye vibriji. Nikaamua kutoka navyo hivi vitabu, labda pengine wewe unaweza ukavijua hivi vitabu ni vitabu vya aina gani. Lakini hata hii kaniki unayoiona nimeishika hapa. Hii kaniki ndio nimeelekezwa na uyo binti kutoka kijiji hiko nilipotoka. Kaniambia nje kuchukua kaniki chumbani kwa mama kisha niipeleke huko. Aweze kumsaidia mama. Lakini baada ya kushika tu kaniki, eh, hey, mama katokea mbele yangu. Ananiambia nisaidie, nisaidie nina shida na na changamoto kunilipokuepo. Kwa hiyo nimechanganyikiwa. Ndomana ndio maana nikasema nitoke navyo hivi vitu vyote halafu nikupe maelekezo hayo, pengine kuna sehemu unaweza ukanisaidia hapo. Unachokisema ni sawa, lakini naomba utambue hata hizi damu nilizopaka zinatoka mikononi mwake. Huo ndo msaada wake wa kwanza kwetu sisi. Kwa hiyo inatakiwa na nasisi turudishe fadhila kwake. Si umenielewa hapo? Au wewe umeshaanza kumpenda yule kijana uliingia naye ndani mimi haka kumbuka lengo letu la kuja hapa sisi sio kupendana. Mimi nilikuwa sikuelewi mwanzo unamaanisha nini. Lakini sasa hivi nimekuelewa. Niko pamoja na wewe. Hmm. Sawa. Na wewe sana? Hmm. Mimi nisikufiche mwanzoni kati unaanza kutuelezea, nilikuwa nakauka kasi kidogo, lakini ulivyonyosha maelezo nimekuelewa na niko pamoja na wewe. Kwa sababu unaamini tumefanya matukio makubwa ya kikatili mpaka kuua mpaka kufanya vitu vya hatari mpaka nikawa na kuna muda napata kauoga kwamba hii itakuwaje, hii tukija tukajulikana tulipo. Kumbe kuna mtu nyuma anasimamia mpaka sisi leo hii kuwa salama, hakuna kitu chote kilichotukuta. Kwa hiyo mimi niko pamoja na wewe. Basi vizuri, kama tupo pamoja hivyo tunavyotakiwa. Unajua, bila msaada huwezi kupata kitu kikubwa unachokihitaji. Basi kila mmoja aendelee na majukumu yake. Naongea nini hapa? Amna. Hicho mnachokijadili hakiwezi kuwa. Mnajidanganya. Tena mnajidanganya, haiwezi kutimia hata mara moja uwa bebilianta bonteli. Wachao. <tuhum> Umesha jua sababu ya mama yako kukutokela? Hapana, ni hiyo kaniki uliobeba, na hata hivyo vitabu ulivyoshika, si hivyo vinavyohitajika, unatakiwa uvirudishe. Na kingine ninachotaka nikwambile, huyo kijana ambaye unayetaka uende huko akakusaidile bado uwezo wake mdogo sana, anapaisha watu lakini, nilifahamu natakiwa ni kuongezere nguvu za ziada, maana hiyo vita unaokwenda kupambana nayo sio vita ya kitoto.